Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, Bwana Yesu asifiwe, amen. Jina langu la naitwa mwinjilisti Pita Karanja ama Wamiri, na nimeokoka na mpenda Kristo kama mkombozi wa maisha yangu. Siku ya leo nataka kukuletea neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu neno la Mungu ndilo linabadilisha. Neno la Mungu lina uhai na neno la Mungu linaweza kuwa msaada wako katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusoma neno katika kitabu cha Zaburi ya thalathini na saba mstari wa, wa kwanza hadi mstari wa sita. Bwana asifiwe sana. Hebu sikiliza kwa makini. Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Usiwahusudu wafanyao ubatili. Maana kama majani watakatika mara, kama miche mibichi watanyauka. Mstari wa tatu. Umtumainie Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia zako, pia umtumainie, naye atafanya Ata, ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema dhahiri ya kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na shughuli na wao, wacha stress kwa wale watu wanatenda mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Watu wengi wamepatwa na stress. Watu wengi wamejishughulisha na vita ya watu mpaka wanafika kiwango wanapatwa na stress na hata depression, na vita hata si vyao, hata sio wao walitendewa mabaya lakini wao wanajishughulisha na wale ambao wanatenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Mungu anasema wa, wachana na hawa, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye atakayewashughulikia. Biblia inasema ya kwamba, mstari wa pili, ati kama majani watakatika. Mara Bwana asiwe sana, utawaangalia na utawapata. Jina la Bwana lisifiwe. Wewe subiri tu. Biblia inasema katika mstari wa tatu, umtumainie Bwana uh, umtumainie Bwana ukatende mema. Wakati watu wanafanya mabaya, we endelea kutenda mema. Wakati watu wanaendelea kujiharibu, we endelea kujitengeneza. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba nae, nawe utajifurahisha kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Hautajifurahisha utajifurahisha kwa watu, hautajifurahisha utajifurahisha kwa chochote, lakini utajifurahisha kwa Bwana maana Bwana atakupa amani, Bwana atakupa furaha, Bwana atakupa tumaini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo, siku ya leo ninakukanya, wacha shughuli za wale wanatenda mabaya, wacha waendelee kutenda. Mungu atawashughulikia, sio ya kwamba Mungu haoni, yeye anawaona lakini yeye anawapa muda, ili ya kwamba wabadilike. Wasipobadilika watanyauka kama majani, na hutawaona tena katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mstari wa tano, umkabidhi Bwana njia zako na pia umtumainie, naye atafanya njia zako zote. Umtumainie Bwana. Mimi nimeamua kumpa Bwana njia zangu ili ya kwamba aitengeneze. Mahali ninaona giza, yeye anakuja analeta nuru katika jina la Yesu Kristo. Mimi sina shughuli na watu sasa. Sasa mimi nashughulika na na vile Bwana ataniambia vile Bwana ataniongoza katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo umtumainie Bwana, mukabidhi mambo yako yote naye ataitengeneza. Wachana na watenda mabaya, wachana na wanaokutukana, wachana na wanaokudhihaki. Mungu atawashughulikia. Bwana awabariki sana. Amen.